Sizikwi nayo. Hello, mambo vipi? Poa sana, Nzula hapa na kupigia kutoka Radio Maisha. Ujambo, jambo sana. ulitutumia SMS kaka, ukasema ungependa kuzungumza nani ya Sizikwi nayo ja. Nadhani siku yako imefika sasa. Asante sana nashukuru. Hebu tuambie shida ni gani bro? Sasa Zula. Yes. Mimi nilioa yo my wife tukaishi na yeye for almost two years. Ulimuoa ki traditional? Ulimuoa uh, kwa kanisa? Ulimuoa kwa AD? Kwa kanisa. Ulimuoa kanisani? Yeah, hata hivi ni ya fatani kitu imejua Milton. Na ukatoa mahari kila kitu. Ehe. Uh -huh the moment ile shika time tumepata mtoto mmoja. Eh uh eh. -huh. Bibi alikuwa na ball. Eh uh -huh. Akaamua tuzunguke aende nyumbani. Wakaamua aende kwa wazazi. Aende kwa wazazi, nilikuwa busy nilikuwa naenda kazi mbali mbali. So ana uh, kwa naenda kana wazazi. Unafanya kazi gani? Hii yeah, military. Kenya defense. Oh you are in the military. Yeah. So unakuwa posted huku, unaambiwa this time tunaenda huku huko uh, yeah. accessible so akaamua aende aende uh, nyumbani. Ha, aende nyumbani. Eh uh -huh. Nilipata jana nyumbani akajifungua. Mhm mm -hmm. Mimi nikakuja nikaenda nyumbani kumchukua. Ukaenda kumchukua kwa wazazi eh? kwa wazazi. wakati nifika kwa wazazi, nataka kwa kikosi wangu, akaweka gharama mingi uh. Ijia cho ifanyiwa CS uh. ni uh. okay. mm. nini mm. Kama okay I'm going to pay everything mhm mm. <laughs> Nikakuwa hivyo nikapeana pesa zote, wakasema mchana anakuja ke, hebu ngoje kwanza enda. Walikuwa naweka gharama ya kwamba amefanyiwa CS CS atiyo, so mzungu kwa kwanza kufanyia CS tu vizuri ah. Okay sasa wewe, wewe ndio umefanya kafanywa CS. Si yes. Eh, mimi ndio nimefanya mfanywa. Si yes. Sasa ukaambiwa utoe pesa punishment ya kumfanyisha mke wako CS. Si yes. Yeah. Na ukatoa ndugu yangu. Sasa utafanya nini? Umekubali bibi ni wako na mtoto mkafanya. Kabisa. Na wewe unataka bibi yako na mtoto warudi nyumbani. Warudi nyumbani. Ukatoa hela. Nikatoa hela, mm. Tukamazana wazee, mimi nikafanya nini wakati bibi anarudi ke? Anarudi kesho. Kesho. Nimekaa nikingoja bibi na password akuje. Kumbe mama nikizoeleza huyu mama then lord kizoeleza. Mama ni leo amekuwa kisirani. Amekuwa kisirani. Anashikilia mtoto. Ameshikilia mtoto ataki akuje. Ukiambia msichana mazilo ataki. Eh. Mm. Tukasumbua na mazilo tukagombana mpaka mazilo one day akaniambia mm. Ukitaka msichana akuje mm. Lazima ulale na mimi. Ananipenda. Hey. Ei, ei, ei, ei, ei, anakwambia kama unataka msichana arudi, lazima ulale na mimi. Nilale? hey, yeah, na yeye yeye ananipenda kwanza kitambo. Hebu nikuulize kakangu, ufadhili wako yuko hai? Ako hai, ni mzima. Ni mzima tu. Na umejaribu ku labda ku involve, uh, kum involve yeye kwa hili jambo? Hapo yule inanishinda hiyo sasa. Najua ni kinvolve, mlaje tarifa shida mingi sana, but nimejaribu kwambia ukaya msichana eh. babu eh ya msichana nilimweleza, kumweleza na shosho, wakasema hiyo ni sana, sio vizuri. Wakaja huku kumwongelesha. mm. Wakasema umeambia wazee, lazima hebu ngoja, atakuja, ngoja kidogo. Huyu mother in law alikwambia kama unataka mtoto wangu warudi, inabidi ulale na mimi nilale na yeye na alipokuambia hivi, alikuambia uh, kwenye simu? Ulikuwa umeenda pale nyumbani kumchukua mke wako kwenye simu, kwenye simu ha? Alikuambia kwenye simu kama unataka ata, kuchukua mke lazima tulale. Hata hivyo kuna eh, time imetuma fea. Yes, huyo mm, mother in law alipanda gari akakuja, alijileta mwenyewe mwenyewe. Ai, ndugu yangu, kwani huko ni wapi? Nashangaa, huko ni wapi ulioa wewe? Mother in law akajileta mwenyewe kwako.

Tufanye ubomozi. Ulifanya nini na huyu madhali wako? Kwani ana miaka mingapi mingapi? Ukimwangalia tu mke wako ana miaka miaka mingapi? Wewe mwenyewe una miaka mingapi? So, ukimwangalia mother-in-law, ni mtu ambaye labda amefikisha 50 something, si ndio? Ako 40 something, jo, sio mama real mother to the lady. Oh, sio re- real mother to the lady. Ni stepmother, nda amekuja kwa hiyo bomba. Ni stepmother. Yeah. Now I understand. Stepmother amekuwa akiona, anasema jamani, daughter-in-law anarudi, daughter anarudi, yeah, aende ana apate ubomozi na mimi niko hapa <laughs> <Hey. laughs> Uy, pole ndugu yangu. Unasema akajileta mwenyewe na akakwambia sasa nimekuja tufanye maneno. Hii ni mara ya nne. My goodness. Na mke wako alichukuliwa lini? Eh, mama hizo ni 3 years sasa right now, 3 years. Hata kukuja nikimwongelesha na mwelezea mama hapo kwa hivi na hivi, asikia na sema huyu mama anamsema ndo kafuata. Mke wako amekaa kwao for 3 years. Na mtoto niowe ama niache ndio mtoto wa 3 years amekaa kwao for 3 years na mtoto wako na mtoto wao hana simu, hana njia ya kuwasiliana na wewe? Ako na simu, nikimwongelesha tena asubuhi, nimejaribu kumwongelesha, mm ya hata kukuja, anasema chenye mama atasema ndo nitafuata hiyo, fanya vyenye mama anasema. Na mtoto uwe unaona mtoto wako, nikienda nyumbani akutana mtoto namwona ee eh. ama nitafute shemejangu ananiibia mtoto, anamleta namuona hapa, anarudisha. Na kwani ni mbali na wapi, mahali unaishi na mahali wao wako? Sasa wako ushago mashambani Kakamega, wu. wako ushago. Yeah. Na bibi yako hajui gari za kukuja Nairobi apande tu achukue mtoto apande aje kwake nyumbani. Sijui amewekewa nini? My goodness, unasema kuanzia miaka mitatu iliyopita hujakutana na mke wako kimwili. A, aina imezidi kakangu, unaonewa jamani. Hiyo kitu ina nyuma sana. Mimi nimelipa mahari, nimefanya kila kitu, naenda gharama. For 3 years. Miaka mitatu, mke yuko kwao na mtoto, si hata mtoto sasa hivi ameita, anaita wajomba baba baba baba. Tunasikia hivyo. Oh my goodness. Pole sana ndugu yangu, kile ambacho umefanyiwa si kitu kizuri kila mother, love, mbona kizuizi kwa ma. Lakini mke wako ni mtu ni mtu mzima mother ndo anamfanyia uamuzi she's an adult. Mtu kwa miaka 27 si mtu anaweza kufanya uamuzi kwani? Mm tunaelewana sikia, tu sika, sika, anarushia mamake. siongea na mama ah, ah, ah, ah, ah. Unashuku ni kama amefanyiwa ndumba e, kama huyo amefanyiwa kitu ingine? Oh, no. Na umejaribu labda kuchukua watu wa kwenu, uende kule, uende kwa nguvu? mama yangu mzazi amejaribu, watu wamejaribu mpaka mm. Sasa niliachia ni, ni Mungu. Na huyo stepmother bado anakufuatafuata lazima nimeenda nyumbani juzi matanga, ngumu. Shosha yangu nikamuuliza, unakuja kama nani? Maskini, unakuja kama nani? Ah, ndugu yangu, haya unafanyiwa si sawa. Mimi kama mwanamke, mimi kama mke, mimi ninakwambia hii unayofanyiwa si sawa, it is wrong. Hata mtu yoyote ukikaa na yeye ukimwambia hii story, atakwambia kwamba whatever is happening to you is very wrong. Sasa mimi mimi nimeamua, mwezi wa nane nimewaambia mzee, mm. Babu, mm. wakalishe mkutano, mimi nakuja hapa, ninataka kumwaga mtama. yeah. Kama liwe liwalo, mm. na hata sitataka msichana, hata nataka mtoto pekee yake au oh, unataka mtoto wako? Eh, sasa nitakachonataka sasa bibi, nataka mtoto. Sasa uwaambie utafanya nini ukifika kule? Ah, uh, mimi niambiwa, niambiwa babu, grandfather, mm. So the lady akasema hiyo ni mbaya, panga siku kuja tukae tuongee. Yeah. Hata babu anasema wewe mnaishi sio mzuri maisha yenu, mnakaa maisha utoto. Yeah, it is not right. Kwa sababu wakati mlifanya harusi, sasa hivi ukichukua mwanamke mwingine nani atakulaumu? Leo, well, that is the question tuliuliza. Babu akasema wewe kuja, usifanye uamuzi saa hizi. Mm. Uja nyumbani mwezi wa nane. Itakuwa, yeah. mwezi wa nane. Yeah. nyumbani mwezi wa nane tukae chini, mm. uelezee mbele au matoto bomb. Hii ni boma, ni yao. Na unampenda mke wako? Ndio, nampenda sana. Lakini huelewi shida ni nini? Kwa sababu msichana mwingine nitakula na kumbuka mke wangu na ai umesema for the past three years hata hujaenda nje ya ndoa? Jamani, oh my dear, pole yake, pole sana so. Ndani ya sizikwi nayo leo, ungependa labda tukusaidie vipi? Ai, umeteseka ndugu yangu, pole sana. Na nikuulize tu hujawahi mm, mkosea mke wako kwa njia yoyote ile? Hujawahi labda akakupata na mtu mwingine, labda ukamzula hivi eh? naweza kupea namba yake hata umpigie, si ndio? Naweza kupea namba yake hata umpigie. Mmm, sijai mkosea, tumeishi na maisha ya amani. Mmm, anything that she needs ni kuna provider kama yeah Nikamjengea nyumba huko nyumbani, nyumba nyumba nyasi imemea, aku kuja kwa hiyo nyumba. Tukijenga ajiacha kwenu? umemjengea nyumba na hata kwa hajai kanyaga kwa hiyo nyumba ulijenga? Ah, jamani pole sana ndugu yangu. Hebu tupatie namba tunaweza kumtafuta. Sawa, acha nikutumia namba, na pole sana kwa yale ambayo umepitia. Natumai utaweza kupata ushauri ndani ya Sizikwi nayo. Sawa. Lakini mbele ya yote nadhani umuombee pia, kwa sababu kama ni amepotezwa akili, unajua some, some things are very spiritual. Yeah. Especially if a stepmother is involved na huyu stepmother anakutaka she can literally do anything to confuse your wife asirudi kwa boma. So usiache kumuombea, sawa sawa, kaka na pole sawa sana hii uwezi ukazikwa na. Sizikwi nayo, Nzula Makosi na Wiklif Okumu watakusaidia kufungua roho.